Leo chini ya mahubiri yenye kichwa "Mungu alikuja kumeza mauti", tujifunze kuhusu Kristo Ahnsahnghong kupitia unabii. Mungu atakuja duniani katika mwili mara ya pili. Hii ni habari yenye furaha kwa wanadamu. Miaka elfu mbili iliyopita, Yesu alipokuja duniani, wale majusi watatu walimtembelea Yesu wakileta zawadi za thamani kulingana na unabii. Katika Waibrania sura ya tisa, aliahidi kuja mara ya pili kuleta wokovu kwa wale wanaomngoja yeye. Je, wanadamu watamtambua Kristo? Kama vile ambavyo hawakuweza kumtambua katika ujio wake wa kwanza, pia ni vigumu sana kumtambua katika ujio wake wa pili. Walakini Biblia inasema kwamba Kristo anakuja kuharibu mauti. Kwa maneno mengine anakuja mara ya pili kutupa uzima wa milele. Leo tuchunguze hili kwa pamoja, tufungue Isaya sura ya 25. Tuangalie Isaya sura ya 25 mstari wa 6. Juu ya mlima huu Bwana mwenye nguvu zote ataandaa karamu ya vinono kwa mataifa yote, karamu ya mvinyo wa zamani, nyama nzuri sana na divai zilizo bora sana juu ya mlima huu ataharibu sitara ihifadhiyo mataifa yote, kile kifuniko kifunikacho mataifa yote. Yeye atameza, ataharibu nini? Mauti milele. Kuna sababu nyingi kwa nini Mungu anakuja duniani. Anakuja kusamehe dhambi, kuleta wokovu na kuharibu mauti. Kuna unabii mwingi katika Biblia, lakini Isaya sura ya 25 inatuelimisha kwamba atakuja kuharibu mauti. Basi je, hatupaswi kumtafuta yule anayeharibu mauti? Kulingana na Isaya sura ya 34, mstari wa 16, mistari yote katika Biblia ina nini? Ina mwenzi wake. Ataleta ukweli gani ili kuharibu mauti? Atakuja wapi? Atakuja lini? Majibu yote yameandikwa katika Biblia. Tukimwamini mtu bila uhakika bila kuelewa unabii hizi, tunaweza kutupwa katika jehanamu ya milele. Tukimtambua Mungu na kufuata mafundisho yake, tutafurahia uzima wa milele na baraka katika ufalme wa mbinguni. Ndiyo maana kumtambua Mungu na kufuata mafundisho yake ni muhimu sana. Basi lazima tufanye nini? Lazima tumtafute yeye ajaye kuharibu mauti milele. Tuangalie Isaya sura ya ishirini na tano mstari wa 8: yeye atameza mauti milele. Bwana Mwenyezi atafuta machozi katika nyuso zote, ataondoa aibu ya watu wake duniani kote. Bwana amesema hili. Katika siku ile watasema. Watasema nini? Hakika huyu ndiye Mungu wetu. Anayeharibu haribu mauti ni Mungu wetu, tulimtumaini naye akatuokoa. Huyu ndiye Bwana tuliyemtumaini sisi, tushangilie na kufurahia katika uokovu wake. Isaya sura ya 25 imerekodi kwamba yeye anayeharibu mauti ni Mungu wetu. Basi tunapaswa kuchunguza jambo hili. Kupitia ukweli gani Mungu atatekeleza kazi hii katika dunia hii? Tupate jibu katika Yohana sura ya sita. Tuangalie Yohana sura ya sita mstari wa hamsini na tatu. Hivyo Yesu akawaambia, amin amin, nawaambia msipoula mwili wa mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Mtu yeyote aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu, anao ana nini? uzima wa milele kuwa na uzima wa milele kuna maanisha nini? Inamaanisha mauti itaharibiwa milele. Je, haimaanishi kwamba atatoa uzima wa milele kwa wanadamu? Katika mstari wa 54 Mungu alitaja sharti hili waziwazi, yeyote aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu. Mtu yeyote aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu anao uzima wa milele. Nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Yeyote alaye mwili wangu na kunywa damu yangu atakaa ndani yangu, nami nitakaa ndani yake. Kama vile Baba aliye hai alivyonituma mimi, na kama nami ninavyoishi kwa sababu ya Baba, hivyo anilaye mimi ataishi kwa sababu yangu. Hapa yeyote aulaye mwili wake na kunywa damu yake anao uzima wa milele, na atafanya nini siku ya mwisho? Atawafufua. Basi tunawezaje kumtambua Mungu anayekuja katika mwili hapa katika Yohana sura ya 6 mstari wa hamsini na tatu hamsini na nne hamsini na tano na hamsini na sita inatuelezea jinsi Mungu atakavyoharibu mauti. Aulaye mwili wa mwana wa Adamu na kunywa damu yake anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Tafadhali zingatia hili. Je, Mungu atafufua watu wa aina gani katika siku ya mwisho? Mungu atawafufua wale wanaokula mwili wa mwana wa Adamu na kunywa damu yake. Je, hii haimaanishi kwamba ataharibu mauti? Kwa hiyo hii inamaanisha kwamba ukweli lazima ushikwe sio tu wakati wa ujio wake wa kwanza bali pia katika siku za mwisho. Hebu tuangalie jinsi ya kula mwili wa mwana wa Adamu na kuinywa damu yake kwa kufungua Mathayo sura ya 26. Tuangalie Mathayo sura ya 26 mstari wa 17: siku ya kwanza ya sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu wanafunzi walimjia Yesu wakamuuliza, unataka twende wapi ili tukuandalie mahali pa kula Pasaka? Baadhi wanaweza kuuliza, Yesu alisema yeyote aulaye mwili wake na kunywa damu yake anao uzima wa milele, lakini kwa nini pasaka inaonekana hapa? Tuone mstari wa kumi na nane na akajibu, nendeni kwa mtu fulani huko mjini mkamwambie, mwalimu asema hivi, saa yangu imekaribia, nitaiadhimisha pasaka pamoja na wanafunzi wangu katika nyumba yako. Hivyo wanafunzi wakafanya kama vile Yesu alivyokuwa amewaelekeza, nao wakaandaa pasaka tuone jinsi alivyoila Pasaka katika mstari wa 26. Walipokuwa wanakula, Yesu akachukua mkate akashukuru akaumega na kuwapa wanafunzi wake akisema, twaini mle huu. Ndio mkate wa Pasaka ni nini? mwili wangu wa ni mwili wa mwana wa Adamu. Katika Yohana sura ya 6, kuhusu hilo Yesu alisema huu ni mwili wangu, alipotoa mkate kwenye Pasaka. Mstari wa ishirini na saba kisha akakitoa kikombe akashukuru, akawapa akisema, nyweni nyote katika kikombe hiki. Divai ya Pasaka iko kwenye kikombe, hii ndiyo divai ya Pasaka, ni damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Ahadi gani inatolewa kwa wale wanaokula mkate wa Pasaka na kunywa divai ya Pasaka? Je, hawakupewa ahadi ya uzima wa milele? Kwa maneno mengine, ili kuharibu mauti, Mungu alikuja duniani miaka elfu mbili iliyopita na kuanzisha ukweli wa Pasaka ya Agano Jipya. Takribani miaka elfu moja na mia saba baada ya ukweli wa agano jipya pasaka kutoweka duniani, Mungu alikuja duniani tena kurudisha ukweli uliopotea. Je, hakuja mara ya pili kuwafundisha wanadamu hili agano, ili kwamba kamwe tusikabiliane na kifo tena? Kwa zaidi ya miaka elfu moja pasaka haikuadhimishwa katika dunia hii. Wanatheolojia wengi wa sana, licha ya kusoma Biblia, hawakuweza kuona ukweli wa pasaka unaoharibu mauti. Kwa nini ni hivyo? Nani atatekeleza kazi hii? Isaya sura ya 25 inasema, hakika huyu ndiye Mungu wetu, tumemngojea naye akatuokoa. Ni kwa sababu Mungu pekee anaweza kuharibu mauti. Je, mtu yeyote hakuweza kusoma Biblia na kuifanya? Inaweza kuonekana kuwa rahisi kufikiri hivyo. Mungu amemzuia mtu yeyote kutimiza kazi hii rahisi. Ni mapenzi ya Mungu kwamba mtu wa kiunabii anapotokea mlango utafunguliwa. Kwetu sisi ni rahisi kuelewa. Walakini, ingawa wanaona na kusikia, watu hawaelewi hili. Hawana ufahamu wala upambanuzi. Haya ni majaliwa ya ajabu ya Mungu. Wakati wa ujio wake wa kwanza aliwanzisha ukweli wa Pasaka ya agano jipya na kufungua njia ya kuharibu mauti. Walakini yule adui Ibilisi aliondoa Pasaka kupitia mtaguso wa Nisea mnamo mwaka 325 baada ya Kristo. Kwa zaidi ya miaka 1700 hakuna aliyefunua ukweli wa Pasaka ya agano jipya. Hatimaye, kama asipokuja na kutufundisha binafsi, hakuna anayeweza kuiadhimisha Pasaka kwa usahihi. ukweli wa uzima k s n s s i kwa hiyo, katika Mathayo sura ya 26, Yesu alitufundisha jinsi ya kula mwili wake na kunywa damu yake. Alisema kwamba mkate wa Pasaka ni mwili wake na kwamba divai ya Pasaka ni damu yake. Pasaka ni ukweli mkuu zaidi Mungu alioanzisha katika dunia hii ili kuharibu mauti. Kwa maneno mengine kutujalia uzima wa milele.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 Yesu akaketi mezani pamoja na wale mitume wake, kisha akawaambia, nimetamani sana. Ametamani sana kufanya nini? Kuila Pasaka hii pamoja nanyi kabla ya kuteswa kwangu. Kwa nini Yesu alitaka kuiadhimisha Pasaka kwa dhati sana? Ni kwa sababu ahadi ya kuharibu mauti imo ndani yake. Tuone mstari wa 19. Kisha akachukua mkate akashukuru akaumega na kuwapa akisema huu ni mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Fanyeni hivi. Kwa nini tunapaswa kufanya hivi? Kwa ukumbusho wangu. Yesu alituamuru kufanya hivi kwa ukumbusho wake. Siku ya Pasaka tunakula mkate na kunywa divai. Hii ndiyo kweli na sheria ambayo Yesu alianzisha kwa ajili yetu. Mstari wa 20. Vivyo hivyo, baada ya kula, akakitoa kikombe akisema, kikombe hiki ni ni nini? Agano jipya katika damu yangu imwagikayo kwa ajili yenu. Pasaka ni ukweli unaoharibu mauti, ni kweli muhimu ambayo Mungu alileta hapa duniani. Pia Mungu alifafanua kama agano jipya basi kulingana na Isaya sura ya 25 na tano mstari wa sita, yeye anayeharibu mauti kwa mvinyo wa zamani ni nani? Hakika huyu ndiye Mungu wetu tumemngojea yeye. Hivi ndivyo Nabii Isaya alivyotabiri. Tuangalie Waibrania sura ya 9 mstari wa 27, sura ya 9 mstari wa 27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 Kwa kuwa tumefungwa na mauti, je, lazima nani aje kuharibu mauti? Mungu lazima aje. Hili si jambo ambalo mtu yeyote anaweza kufanya, hata mchungaji. Hili si jambo ambalo kiongozi yeyote wa shirika lolote la kidini anaweza kufanya. Hivyo, tunapomwona yeye anayefanya hivi, lazima awe nani? Yeye ndiye Mungu ambaye tumekuwa tukimgojea. Hakika huyu ndiye Mungu wetu, tumemgojea yeye. Basi atafanya nini? Atatuokoa sisi. Inasema nini katika Waibrania sura ya 9 himstari wa ishirini na nane? Atakuja mara ya pili kuwaletea wokovu wale wanaomgoja. Kwa hiyo katika ujio wake wa pili, vilevile vile vile, lazima aharibu mauti. Basi lazima alete ukweli gani? Je, si lazima alete ukweli wa Pasaka ya agano jipya? Kwa kuwa ilitoweka mwaka 325 baada ya Kristo, yeye tu anayeleta ukweli wa Pasaka ya agano jipya ndiye Mungu wetu, na sisi ni watu wake. Tuangalie unabii. Yeremia sura ya 31. Tuangalie sura ya 31 mstari wa 31. Siku zinakuja, asema Bwana, nitakapofanya. Atafanya nini? Agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda. Katika agano jipya kuna Sabato, ubatizo na kadhalika, lakini Yesu alitangaza hasa Pasaka kama kini cha agano jipya. Mstari wa thelathini na mbili. Halitafanana na agano nililofanya na baba zao wakati nilipowashika mkono kuwaongoza watoke Misri, kwa sababu walivunja agano langu, ijapokuwa nilikuwa mume kwao, asema Bwana. Hili ndilo agano nitakalofanya na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana, nitaweka sheria yangu katika nia zao na kuiandika mioyoni mwao, nitakuwa atakuwa nani Mungu wao nao watakuwa watakuwa kina nani watu wangu. Lazima iwepo ishara iliyo wazi kati ya Mungu na watu wake. Ushahidi ni nini? Mungu alisema nitaweka sheria yangu katika nia zao. Je, ni sheria gani? Sheria ya agano jipya. Muumba wa sheria ya agano jipya ni Mungu na wale wanaoikubali huwa watu wa Mungu. Hivyo, ukweli wa Pasaka ya agano jipya ni sheria ya uzima iliyoanzishwa na Mungu ili kuharibu mauti milele. Basi ni nani alianzisha sheria ya uzima ili kuharibu mauti akaifunua kwa wanadamu naye akaufungua mlango wazi, kulingana na Isaya sura ya 25 mstari wa 6, watu wengi watasema hakika huyu ndiye Mungu wetu, tumemngojea yeye. Aligawanya bahari ya Shamu na kuwaweka huru Waisraeli kutoka utumwani Misri miaka elfu tatu na mia tano iliyopita Alikuja katika dunia hii na kufungua njia ya msamaha wa dhambi kwa kumwaga damu yake msalabani miaka elfu mbili iliyopita. Kwa nini ni hivyo? Nini kilitokea kupitia yeye? Mauti iliharibiwa kupitia yeye. Hakuna anayeweza kufanya sikukuu kama hiyo isipokuwa Mungu. Kwa muda mrefu hakuna mtu aliyeirudisha Pasaka ukweli wa uzima. Walakini Kristo Ahnsahnghong alitangaza ukweli wa Pasaka ya Agano Jipya ili kutuongoza kwenye ufalme wa mbinguni ambapo hakuna mauti wala maombolezo tena. Basi, lazima tuelewe Kristo Ahnsahnghong ni nani kama ilivyotabiriwa na Biblia, sivyo? Hakuna mwingine isipokuwa Mungu anayeweza kuandaa sikukuu inayoweza kuharibu mauti. Hakika huyu ndiye Mungu wetu, tumemngojea naye akatuokoa. Kila mtu, Yesu Kristo alipokuja miaka elfu mbili iliyopita Mafarisayo na Wayahudi waliwadhihaki wale waliomwamini Yesu wanaamini katika mwanadamu tu. Unawezaje kusema kwamba mwanadamu tu ni Mungu? Hivyo Petro, Paulo na watakatifu wote wa kanisa la mapema waliitwa wazushi. Walakini katika enzi ya Roho Mtakatifu lazima tuamini katika unabii huu wa Biblia. Kristo Ahnsahnghong aliutimiza unabii huu alileta mkate na divai ya Pasaka ya Agano Jipya ili kuharibu mauti. Kwa hiyo lazima tusibadilishe imani yetu katika Kristo Ahnsahnghong kwa chochote ulimwenguni, lazima tusipoteze kamwe. Kwa hiyo katika Ufunuo sura ya tatu inasema tunapaswa kufanya nini hadi atakapokuja tena? Shika sana ulicho nacho, ili mtu asije akaichukua taji yako. Tuna hazina ya thamani sana na lazima tusiipoteze kamwe kwa sababu ya uvumi kutoka kwa wale wanaotuzunguka. Katika Yeremia sura ya 31 imetabiriwa kwamba Mungu anaanzisha agano jipya na wale wanaoshika agano jipya watakuwa watu wa Mungu. Hivyo, Mungu anakuwa mpatanishi wa agano jipya naye anatujalia upendeleo wa kupokea urithi wa milele na kurudi katika ufalme wa Mungu. Tuangalie Waibrania sura ya tisa mstari wa 14. Waibrania sura ya tisa mstari wa 14. Basi ni zaidi aje damu ya Kristo, ambaye kwa roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na waa, itatusafisha dhamiri zetu kutokana na matendo yaletayo mauti, ili tupate kumtumikia Mungu aliye hai. Kwa sababu hii Kristo ni mpatanishi wa agano jipya. Yesu Kristo ni mpatanishi wa agano jipya. Ili kwamba wale walioitwa waweze kupokea ile ahadi ya urithi wa milele kwa vile yeye alikufa awe ukombozi wao kutoka kwa dhambi walizozitenda chini ya agano la kwanza. Akawa mpatanishi wa agano jipya ili wale walio katika agano jipya waweze kupokea urithi wa mbinguni. Alituhubiria agano jipya ili tuweze kulishika. Hii imeandikwa katika Waibrania sura ya tisa. Bila agano jipya, je, tunaweza kupokea urithi wa mbinguni? Kupitia Waibrania sura ya tisa tunaweza kuelewa kwamba wale ambao hawana neema hii hawataingia mbinguni kamwe. Basi atakuja lini tena kufundisha hili? Tuangalie Mika sura ya nne mstari wa kwanza. Katika siku za mwisho hili litatokea, katika siku za mwisho mlima wa hekalu la Bwana utaimarishwa kama mlima mkuu miongoni mwa milima yote, utainuliwa juu ya vilima, na watu wa mataifa watamiminika humo. Mataifa mengi yatakuja na kusema, njoni, twendeni mlimani mwa Bwana, kwenye nyumba ya Mungu wa Yakobo. Atafanya nini? Atatufundisha njia zake. Hatuwezi kamwe kujua ukweli wa Agano Jipya ambao ulitoweka kwa takribani miaka elfu moja na mia saba kama Mungu asipotufundisha. Atatufundisha njia zake ili tuweze, tutafanya nini? Kuenenda katika mapito yake. Tutafuata mafundisho yake. Sasa kwa kuyafuata mafundisho yake, je, hatuwezi kugundua kwamba ukweli wa Agano Jipya ni ukweli unaoharibu mauti? Atatufundisha njia zake ili tuweze kuenenda katika mapito yake. Sheria itatoka, sheria itatoka wapi? Sayuni, neno la Bwana litatoka Yerusalemu. Mungu mwenyewe asipokuja na kuwafundisha wanadamu mafundisho yake, tusingejua kamwe kwamba Sabato ni Jumamosi, Pasaka ni njia ya uzima na Agano Jipya ni nini. Tungekuwa kama watu wengine duniani. Wanasema ninamwamini Yesu, lakini wanamwabudu Mungu jua kanisani kupitia ibada ya Jumapili, Krismasi na msalaba. Hivyo nabii Ezekieli aliyaita matendo yao jambo lenye kuchukiza sana. Wanadai kumwabudu Mungu lakini matendo yao ni kumwabudu mungu jua. Kwa hiyo unabii unaonyesha kwamba Mungu atawaadhibu wote. Baba wa mbinguni Kristo Ahnsahnghong na Yerusalemu mpya mama wa mbinguni walikuja katika dunia hii kutukomboa kutoka mautini na kutuongoza kwenye ufalme wa mbinguni ambapo hakuna mauti tena. Lazima tutoe shukrani na sifa za milele kwao. Kwa mara nyingine tena, tuandike kwa kina mioyoni mwetu kichwa cha habari cha leo. Mungu alikuja kumeza mauti na kwa usadikisho mkubwa zaidi, tushike maneno ya ukweli katika Biblia. Nikiwaomba kaka na dada zetu wote wa Sayuni kuwahubiria watu wanaotuzunguka kwamba Kristo Ahnsahnghong ndiye Mungu wa kweli, ningependa kuhitimisha mahubiri ya leo. Asanteni sana.